Kwa jina naitwa Hussein Thomas Mawanga, naishi Chanika, mtaa wa Vikongoro. Kwanza nashukuru kwa amani kwanza liopatikana kabla ya mambo liofanyika kabla ya uchaguzi, kwa sababu vijana wengi wa sasa hivi maisha hawajui o, maisha wanayaona tu maisha kama maisha, lakini maisha ni magumu ya kutafuta mambo ya vishawishi vya ajabu vya kutokea, ila sisi tulioona ntatuotembea sehemu so mbalimbali kuangalia kama hivi Burundi Rwanda, ni tumeenda kwa, sio kwa kuambiwa, tumeenda wenyewe na tumeona hali hii, lakini watu walikuwa wanasema ah, bwana, wewe mambo ya mambo gani bwana? Lakini sisi kwa sababu kuna amani kwetu, kwanza nasema moja kwa moja, vijana wetu hao wa Tanzania wasipende kushiriki makundi ya ajabu ajabu, kuonekana kama kuna watu vile wanawashauri. Tangu miaka hiyo mpaka leo, utawala wa mnyelele mpaka leo hii sisi hatujaona mambo kama haya. Sawa, kwa macho yangu nimeenda Burundi, nimeenda Rwanda, kipindi cha vita mwaka tisini na mbili mwaka mpaka tisini na tatu. Mimi nilikuwa Rwanda nikaona kabisa. Sisi leo kwetu Tanzania hapa tunaishi kwa amani, mtu unaishi unakaa kwenye kibanda unakunywa chai unafurahi nini, eh. Uwezi kwenda Burundi ukakaa kama hivi ukanywa chai kama hivi. Utakuta mtu uko hapo, mama anauza chai hapa, nikamwambia nyinyi, nyinyi hamjatembea maisha, yalaa unakunywa si chai hapa. Hichi kisiwa cha amani. Nchi zote unazoona za Afrika, hii ndio nchi iliyobaki Tanzania hii, asikwambie mtu.